Moja kati ya taarifa mbaya ambayo leo nimeipokea nilikuwa najua kuumwa kwa mkubwa Fella. Nilikuwa najua kama yupo anapitia changamoto za maradhi, lakini moja kati ya taarifa mbaya ambayo nilipokea ni wale watu ambao yeye aliwasaidia kupitia mziki, yeye aliwasaidia kupitia tasnia mbalimbali, yeye aliwasaidia kupitia tu ukaribu wao na ujamaa, leo hii wakimkataa hii taarifa yake na storia yake imenirudisha kwa marehemu Ruge Mutahaba. Wakati Ruge Mutahaba niko mikononi mwake, wale kuniambia, Mwijaku, hakikisha unawashika mkono wale watu ambao watakuja kukushika mkono. Sio kila mtu akushikwa kushikwa mkono, kuna wengine wapo kwako kwa sababu ya kuinuka hivyo tafakari kabla hujafanya maamuzi. E, maisha ya Mkubwa Fella kwenye entertainment kwa ujumla yananipa funzo ndugu zangu, ni kuwa sio kila mtu anafaa kusaidiwa dili na watu wa ahlalbait. Anza kusaidia watu wako wa nyumbani, ndugu jamaa na marafiki, alafu ukiona kiasi kimebaki kingine, saidia watu wa pembeni. Imagine leo mtu kama Mkubwa Fella namna alivyowasaidia watu e, na hiki anachokipitia, do you think ana deserve sasa ujumbe kwako, kuna watu maarufu wakubwa kina Mwambino walikuwa wakisaidiwa, hasa kipindi kile ambacho baadhi ya media hazipiji nyimbo zake. Mwambino alipata msaada mkubwa sana na akili kubwa kutoka kwa mtu kama mkubwa Fela. Tazama changamoto wazipitia my brother, baba yetu, kaka yetu, mkubwa Fela, alafu angalia watu wanaoshika mkono na utajiri waliokuwa nao, unafikiri kumpeleka India inatosha, ukaacha ukakaa chini? Au unafikiri kwenda kumjulia hali mara moja inatosha, na ukamwacha ukakaa chini? No, we have to do a lot hapa. Ni mwombe mwanaifei kupitia wizara maalum anaoiongoza afanye kitu kuhusu mkubwa Fella kwa sababu ameacha alama kwenye mziki wa bongo fever, ameacha alama kwenye entertainment, ameacha alama kwa watu mmoja mmoja, kayagusa maisha yao kama alivyoyagusa maisha ya, ya Ruge Mutahaba. Kwa hivyo niombe tu ndugu zangu, hili ni funzo Tafakari, unawasaidia watu gani? Unawashika mkono watu gani? Usije baadaye wale watu ulioshika mkono wakageuka kuwa uh, maumivu kwako. Mungu atakusaidia, my brother. Mkubwa Fella, Mungu atakupa ahueni, Mungu atakupa afya njema. Allahuma dafi lbalai walmaradhi, Allahuma dafi lbalai walmaradhi ya zuljalali walikram.